Baada ya siku kadhaa za vuta ni kuvute za maneno mitandaoni baina ya mataifa ya Kenya na Tanzania, rais William Ruto ameomba msamaha kwa nchi ya Tanzania kufuatia malumbano ya hivi majuzi baina ya mataifa yote mawili. Rais Ruto akitoa wito wa kuboreshwa kwa uhusiano, akibainisha kwamba Kenya iko katika harakati ya kujijenga upya. Our neighbors from Tanzania, kwa majirani zetu Tanzania, um, ikiwa tumewakosea kivyo vyote vile anyway. Tunaomba radhi kwa mioyo yetu yote Tafadhali tusameheni. Kwa ndugu Friends na dada zetu Uganda, Uganda ikiwa kuna vile tumewatendea visivyo, tunaomba msamaha wenu. Akizungumza wakati wa hafla ya maombi ya kitaifa jijini Nairobi, Rais Ruto vile vile ameomba radhi kwa niaba ya Wakenya kama sehemu ya kuridhia wito wa mhubiri wa Kimarekani Ricky Allen Bolden kwa wanasiasa kutafuta maridhiano to our children. If there is any misstep, kwa watoto wetu ikiwa tuliwakosea tunaomba msamaha. Tunataka kujenga uhusiano ambao utaimarisha nchi yetu, inaomba tushirikiane, tupunguze lawama, tujitahidi kuendeleza taifa letu. Tunataka kutembea hii safari pamoja, kujenga mahusiano na misingi ya kuheshimiana na kuelewana and to each and every one of us Kauli ya Rais Ruto imekaririwa na Naibu Rais Profesa Kithure Kindiki aliyesema hafla hiyo inatoa nafasi mwafaka ya maridhiano na kuimarisha uhusiano kama wananchi, majirani na vizazi kufuatia changamoto mbalimbali zinazolikabili taifa la Kenya. Natumai kwamba kwa kuzingatia baadhi ya mazungumzo ya hivi majuzi ambayo tumeshuhudia kati ya viongozi wa kisiasa katika ujirani wetu wa karibu tunaweza kutumia wakati kama huu kusaidia kuzuia hali hiyo. Siyo taswira nzuri, wakati kaka na dada wakirushiana maneno. Akihutubia mkutano huo wa maombi, mhubiri Rike Allen Bolden akitoa wito kwa viongozi wa kisasa kujenga upya uhusiano na vijana kufuatia tandabelue za mwezi Juni mwaka uliopita ambapo zaidi ya vijana 30 waliuawa kwenye maandamano.

Kauli ya Rais Ruto inajiri wakati ambapo vuta ni kuvuta imebuka kufuatia hatua ya Tanzania kuatimua wanaharakati wa Kenya waliokuwa wamesafiri hadi nchini humo kushuhudia kusikilizwa kwa kesi ya kiongozi wa upinzani nchini Tanzania Tundu Lissu. Nikiripoti kutoka jijini Nairobi, jina langu ni Duncan Maiche, ITV.